haya mm. hahando mriangoni ama kwa kifungu kundambani geti ya kungirira kaya na ikaiyai ina miriango mihahu ama ina geti tahu indo ya kwanza na kuna yingine na ya hiri na ya hahu na, na were kila mriango unarindwa ni shikari ya hahuahao kwa vizhyo shikari osini ni shikari chenda ambao maana kamilisha kamare nyungu ya giri ama ambayo ni mizi chenda nahaha hana -ha nyungu ii nyungu bomu haha ni nyungu ario yaipa ili kala una unatembera rita kamanakemnaishi a tu mumu kamana chakurya mana mana taraji ya misada kumbola kwatu chofauti chofauti kwavijo kala ajeni mazire na mana shakurya ama mana zawadi mario manamala mapea atumia ihwa kurinda kaya manaika haha e, naii kuna masharti mangine rakwanza kare mzona zavilavirahovirahu funavivulira hariaku na unangira unaona ganomao zangwa hahabe kustahili kuba ama ukwale manake ukibabo unafakare kwa hao Funa funatwiriza malagizo ga gami zichenda na zashoma manji kukirira sakariri zona vitu vinji were kukokanza uko kwanza sivimanya eh?